Umwamedi nasema nimetambua. Mwamedi nasema nimetambua. Mwamedi hakuna Mungu kama Yesu, hakuna Mungu kama Yesu. Unajua unatambuaje? Ni pale ambapo Yesu mambo ambayo dini ilishindwa kufanya, dhehebu lilishindwa kufanya, serikali ilishindwa kufanya. Naamani aliona hospitali zilishindwa, pichi za Dameski zilishindwa, bahari za Dameski zilishindwa, maji ya Dameski yalishindwa, lakini alipoingia Jordani akaona amepona. Nami nilitambua dini ilishindwa kunyachisha bangi, dhehebu lilishindwa kunyachisha wizi walishindwa kuniachisha wizi. Nilifungwa gerezani, nilifungwa polisi. Nilipotoka jela, nikaiba tena. Niliingia naiba kuku, nikatoka nakaba, niliingia nakaba, nikatoka natumia tena silaha oh. Polisi hawakuweza wala magereza haikuweza, lakini siku ile tarehe mbili mwezi wa saba, nilipokutana na Mgalilaya, nilipokutana na Mnazareti, nilipokutana na simba wa Yuda, Yesu wa Nazareti, Akaingia ndani yangu akaondoa bangi, akaondoa pombe, akaondoa uzinzi, akaondoa wizi. Nikasema Yesu ni mwanaume, Yesu ni mwanaume, Yesu ni mwanaume. Haleluya!